Ni sawa, umewaona, lakini hukupaswa kusema. Unajua ile ni mke wa mtu. Lakini ndugu yangu, tatizo si mimi, ni pombe. Vipi, we kwema? Mzima lakini. Ndugiango. Ah, ndugu yangu naambia, ni mzima lakini kwanza acha sababu kitaa, kwasababu kitaasahii kimechafuka, yani mtaa mzima kila kuona nikipita tetesi stori nikusuwewe tu hivi. Hujasikia kama mkewa amechepukana nayo? uaa hizi habari ama wajizimadata tu mania. Yangu kwa hilo alitambua lakini sina uhakika mm -hmm. takangu mm, uje wangu hapa, mimi ni kuhusu shemeji mm, yako. Nini shemeji yako, mimi simwelewi siku hizi mm -hmm. Amekuwa mtu wa kulewa, anakuja nyumbani ni mlevi, wakati mwingine hata anaweza lala siku mbili tatu, sijamuona nyumbani, ako na wanawake, akija ni kunipiga, ananyanyasa sijui shida ni nini. Mm, wajua, dadangu, kwenye ndoa sio rahisi, kuna changamoto na misukosuko. Halafu, yengine sitaki kuingilia mahusiano ya watu yatawaponza. Lakini ndugu yangu pole, lakini kukwambia ukweli si vibaya, maana sote ni ndugu Mi nikiona mkeo yachepuka chepuka ama nikisikia fununu kama hizo, sababu sio jambo zuri, kuna maradhi pia, wajua. Sasa lazima mi nikufikishie ujumbe, wewe utakasirika, utafanya nini? Lakini lazima nikwambie. Sawa sawa, ndugu yangu. Alafu tuseme ushaniambia hivi, ilikuwa watakaji wataka nimwache. Sida, ukilewa wewe unaongea ukweli wote Eh, ni sawa, ila kama ukijua hapa mtaani ushatimba sasa, ujue vyenye utatengeneza. Ni sawa, wacha tuone uko mbele itakuwaje. Eh, ila dadangu, cha kushauri huwaendelea tu kuvumilia tu, yani vumilia tu sawa. E, hali ndiyo hiyo. Ni sawa kakaangu, nimekusikia, nitaendelea kumvumilia kwa sababu ndo chaguo langu nimepanganishi naye katika maisha yangu. ha abidiayansaa <laughs> mimi mm. ta ilikuwa nimepita, nikwambie, nikueleze, na pia naomba mfuate mweleze penye mm. anafanya sio vizuri. nsawa sawa, ila mimi sitaki vita dadangu, amani. Sawa sawa, so, kakangu jami mm. ni kuache nirudi nyumbani. hmm. Nikaendelea pilika pilika zangu, najua tena akirudi hmm. anikuta niko nyumbani sawa. ee... <coughs> Enda salama, alafu ee, mwambie nimemsalimia sana ee, mwambie pia jaribu kuja pia sawa. na mawili putat... matatu, tuelezane sawa, kwaheri. Haya alafu, ndugu yangu yule, ni wangu Kunaambia maneno kama hayo, ujue, yananichoma brother. Heshimu, nilikuja kwa utulivu, ukaniona miboya, ukaniacha na maumivu, moyo wangu ujapona. Mkasa sasa ni shabaki jivu. Jamaa namhurumia sana, ni jamaa la migeo, kila mtu yajua

Haya tena, dada yangu wa mto, leo umeamka mapema kuliko hata jogoo mwenyewe, au unasubiri sauti ya msodoro? Sauti ya maji inanipa amani sana kaka, ndani yake nasikia ni kama inaniita, au labda ni moyo wangu unalia. Naam. Habari za kazi tu. Kazi umeshinda, cos... salama leo ya yeah, niko poa. Sawa pia mimi niko salama Mwangu, mm, kuna mambo nataka tuongee mimi na wewe okay. mke wako? jambo la kwanza kuna tabia, unakuja nyumbani usiku kumlevi, mlevi na pia wakati mwingine kuja nyumbani kulala na mimi kuna siku kama mbili tatu au kuja kulala kwangu. Jambo lingine ile siku tuligombana, nilivyochukua simu yako, kuna mwanamke alipiga simu. Umekuwa kimya sana tangu nilikwambia. Na msoda, najua nikimkubali nitamuumiza mtu mwingine, ila sasa namuona kila kona ya jiji. Lakini sasa ni kama nilivunja kitu kizuri. Alipiga simu akasema, kuna jina alikuita, hati baby, iliniuma iliniuma sana, lakini sikujua kama ni nani. Alikata simu kwa sababu alikuwa anakutafuta wewe. Achana na hayo. Lakini mume wangu Mje mimi nakupenda sana. Hata mimi nakupenda pia, nataka tuishi maisha mingine tofauti sana. Ntajaribu kujirekebisha mke wangu, usijali. Moyo unalia, lakini we mwenyewe ndo unaupa viboko. Umejiweka kwa mtu mwenye hakuoni. Kaka, kwenye mapenzi haitaji kushinda, bali yanahitaji uvumilivu. Nitafurahi sana mume wangu, tukiishi na wewe bila kugombana, bila makelele una mnongu, na pia unanijali mume wangu naam, na haki zangu za ndoa usininyime, kwa sababu ukininyima, unataka mimi nikapate wapi wa kama si wewe, ama nataka nikachepuke bana? Mke wangu, basi si nifanya hivyo. Sawa, nimekuelewa. hmm. Tuko wote yeah, ya usijari, tuko wote hapa, siendi popote sawa. Muda mwingine unavunja moyo wa mtu alafu unagundua ulivunja kwako pia. Sasa ni shabaki jivu. Mwili wangu unakonda kila siku ni maumivu. Sabrina, sitaki kusikia chochote. Nimeona, nimesikia na nimeamua. Moyo wangu wa mwisho nimeutoa kwako, na umeutupa. Moyo wangu tafadhali, ilikuwa kosa, si mapenzi. Kosa la moyo haliwezi futwa kwa machozi. Kuanzia leo, kila mmoja ashike njia yake.

Ujia kwa utulivu, ukaniona miboya, ukaniacha na maumivu, moyo wangu ujapona, mkasa sanisha baki jivu.